Imeharibika.

He, he, he, he, hiki ulinunua pesa gapi? Ni hivyo sasa. Mm. Ebu nione. Ah, usiweka chini shake. Hii tunacheze. Hii ni ya kuchezea kwa carpet. Tunaona ni safi. Ebu, by the way ni kisafi. Ebu tuone. Usiweka kwa mpaka. Hii ni gasi ya kupada. Mtu anapadia hapa, anakuja. Hapa ni kwa mizigo. Hapa si kwa dereva. Oh, kwa dereva ni hapa mbele. Ebu tuone. Ebu sikia. Ikiwe na wibo.

Hapana, tu adresa kidogo. Tu adresa sasa ni kwa barabara. Sasa, eh, si unaona kiko na side mirror? Bebe, bebe ukuje na kuona hapa. Sawa. Sikuwa adresa pikipiki. Mimi sita pikipiki. Mimi ni adresa gari, wewe adresa pikipiki. Hebu adresa pikipiki nisikie.

Eh. Ujue, nini, nini, zebra? <laughs> Eh.

Enda ugeuke upaki kama imeangalia juu ndio tukichukua mtoto ni kutoka tu. Uthi

Una, una kosa kurudi Nairobi. Ah, mimi siwezi rudi shule, tajificha wapi? <tiple> <tiple> Mimi nijifiche hapa, hapa, hapa hawawezi niona. Weka hapa kwanza. Vile alinionyesha siku, siwezi rudi kusoma tena. Yes, no, alikuwa amenichapa hii, alinionyesha hiyo siku ingine na sijamaliza homework. Yeah.

Ndio sema hujaniona. Ebu ah kwa jani miona ndio hii ilikuwa ifugeni. Ebu leta hii mkono. Ah, leta hii mkono kama polisi. Leta. Mimi siadi hii ni boku. Leta hii. Unajua hata nimelipo ni mama yako kukuja kukutafuta, alafu unasema wewe. Unajua mimi sijamaliza homework. Kwaja nguo yake msa.

Ebu nione iko wapi? Ona kumi. Sikuatiri nimeitoa. Iko hapa hivi, toa kofia. Hali yake hizi kofia ni? Eh, ni ida. Eh, ni kumi. Kumbe wewe unasema unipee kumi na mama yako? Hi. Ona. Na mama yako. Hi. Na mama yako amenipea. Amenipea gapi? Gapi? Ifau. Mama yako amekupea hiyo yote. Eh, na hiyo kumi yako. Ah, basi nirudishie kumi yako. Hata siwezi kama sijakuona. Tuende.